Naona ndo safari ya kuondoka ndo, eh, mm. Safari ila kwamba najivunia sana kuona mwanamke, hata mi naweza nikasema hivyo hivyo kwa sababu nakupenda na sikutegemea kuwa nitapata mwanamke ambaye ana ukarimu, ana upole, ana hekima kama wewe, mm. <laughs> ni <laughs> kweli, ila mimi nikwambie tu, wewe sawa, ila usiache basi kufanya mpango ah. Usijali, mimi ndio nakuja kuzungumza na baba mm. Sawa, mimi mwe baba mm. maana huko nilichomoka mm. tu akili spunikuta nikimbeimbei ah. <sighs> ah. <sighs> Asante, mpenzi wangu, nakupenda sana. Hadi baadaye. basina mapenzi ya kilindi utaona, nakwambia litakufanya jitu, mimi na wivu Eh.

unaweza eh, kuchangamka, hakikisha hmm, eh, hmm, kila jambo tulilolipanga basi liende sawa. Starajii kuja kuniambia kuna kitu kinaenda tofauti, ondoa shanga. Malikia wangu, kiongozi wangu wa wachawi, na mipango ote tuyeyapanga siwezi kukupinga na wala siwezi kwenda kinyume kwa sababu hii kazi mimi mwenyewe binafsi yangu kiukweli naipinja naisha ningia kwenye damu na siwezi kuiacha, yani nitamkamua, yani nahakikisha mpaka tunapata mafuta ya ndege yetu. Tena kwenye kumkamua, nataka umkamue, umkamue kisawa sawa. Muda ukifika, damu yake itahitajika sana. wiki yangu sijai kuangusha hata siku moja na sitarajii hiyo na sezani, kama nitaweza kuja kukuangusha. Ukiangalia mimi, kazi sijalazimishwa, nimetaka mwenyewe na naipenda, na siwezi kuiacha sa so, ili na kusikiliza wewe tu. Nakuamini sana kijana wangu, tena sana kweli, umekuiva. Sitarajii kuniharibia chochote ambacho lilicho kipanda kikaenda tofauti, sitarajii huo kumbavu

Mm -hmm. Sasa nimerudi nataka kujua kuhusu ahadi yetu ile inaendaje na ni vipi? mm -hmm. Kazi naifanya sio kama siifanya, isipokuwa tu ninamtumia Jesse awe na mahusiano na yule mtu ili e, tumpate kiwepesi, tupate kukamua mafuta yake kisawa sawa. mm -hmm. na vile vile Mafuta yapo isipokuwa bado kibaba akijaja ngoja, mm. ngoja yaumiza matumbo, kibaba hakina kitu. Mboni nataka haraka iwezekanavyo. ugwa ugwa ugwa ugwa Huwa niko makini sana na kazi yangu, nitahakikisha sitaacha hata ule ukucha. mm. hujawahi <laughs> kuniangusha najivunia sana jembe langu, ila huo ndo wakati wa kumtoa kafara, wa kuitaka damu yake. Kingine mbegu za kiume ndizo zinazotakiwa zaidi. Zinaweza kupaza chombo kwa hewa, na tutamkamua mafuta kisawa sawa, sawa. Haan, haan. Najivunia wewe genda gadu yaya zongu tume zongadu we zongu tume Mbona nanachanganyikiwa? Mbona anavuruga kwenye kichwa changu? Sielewi nifanye nini na kwa wakati huu najiuliza, mdogo wangu haya yote anajuaje? Na kuhusu mfumzi wangu ananiambia niachane naye, huyu mtoto haya yote anajua adi? Na kwa nini niachane naye? Na kwa nini kutemii peke yangu? inaniumiza akili yangu, hila inabidi nifikirie kwa kina, nifikirie kwa kina zaidi niweze kuamua uamuzi ambayo likuwa sahihi katika mapenzi yangu. Nakupenda sana mpenzi wangu, nitapambana ili niweze jua tunamalizikia wapi. M, nisaidie kwa yote. Kaka Kakakonta, mimi saivi nishachoka habari mimi mi akunisema sema tu sai mwenye na akili zangu na najielewa. Sasa wewe unagita, unasema unajitambua, unajitambua kivipi? wakati jana nimekuagiza sukari saa moja asubuhi saa ukalete sukari umerudi hapa saa saba alafu unasema unajitambua kweli? ndugu wangu kweli unajitambua kweli ila, kaka ayo yote anasababisha asia kwa masumbuko Ye ndo alonichelewesha rafiki yangu kusimamisha njiani, ile pale ni kama kaka ako kwa kusimamisha kawaida. Kaka angu ndo ananiongelea mimi maneno ya ovyo. Maneno ya ovyo kivipi yani? Kanitongoza. Kakutongoza? Ndio. Huyu jamaa kumbe naye chizi. Kumbe aye kakutongoza, dada yake alafu eye kakutongoza? Ndiyo, kanitongoza. Alafu mwambiaje mimi ule namheshimu kama kaka angu sitaki basi, poa. Yaani wewe umeisha, mimi nitakutana naye kwa vijiwe, nitaongea naye vizuri, afu yote tutapangiliana freshi tu misondo huko mbele kwa mbele. Poa mdogo wangu, sema nini, nikwambie kitu wewe, inabidi ubadilike sasa. Mimi nibadilike kitu gani? akati yale kikuta jana niko nisimamisha simamisha tu ani hapo ni ah, nibadilike ni, kitu gani? kwani lazima usimame hivi? <coughs> unajua nzuri au unamsikia? Hivi nikuulize, na wewe mdogo wangu. Hivi mtu akikusimamisha njiani, kama utaki, hivi unaweza ukasimama kwa lazima? Mimi yule namdhani kama kaka yangu, ndio maana nasimama. Sasa afu na wewe sikiliza nikwambie kitu hichi kimoja, saa ukikutana naye njiani kikusimamisha, kataa. Saa kwa sasa hivi unielewe, afu zingatia kanuni, afu namba zile zile. Saa haya, saa nimekuelewa basi baridi sasa, sikiliza la mwisho, pale nyumbani umeacha mazingira yapo sawa? Kuwa naenda, urekebishe mazingira yote yawe sawa, pika pale chakula kiive, sawa? Umenielewa? unaweza ukaondoka.